Hii barabara kweli tumeumia tangu tupike kura 2013 mpaka saa hii, hii barabara haipitiki. Na hii barabara, juzi tumeenda mpaka kwa kera, wakatuambia iko kwa, kwa mapu ya mheshimiwa Ken Makero Lusaka. Sasa tunakuomba tu mheshimiwa wetu utulimie hii barabara, boda boda wetu wanalipa ushuru tangu hii barabara ilime, mpaka kwa saisi hachawahi ilima hii barabara na mara tukiuliza hawa viongozi kazi yao ni kuja kutukoroka kwa matanga, lakini haweza wakatufanyia maendeleo sisi. Wakaaji wa Bungoma, tafadhali tunaomba mheshimiwa John Waluke, zile mikokoro mko nazo na gavana, sisi hatutaki hmm, nyinyi mutufanyie kazi sisi, tuliwachakua na roho moja. Ninauliza tafadhali mheshimiwa wetu Lusaka, sisi tuko Uganda ama tuko Kenya? Ndipo tumposu tumesaraiwa hatujui tuko wapi? Hakika mimi mwenye niko hapa karibu na barabara, wamama wameanguka, wamefunjika miguu, hata wengine wamepelekwa hospitali. Tunasema jamani, kama mimi mama boda niko hapa nateseka. Hakika mtu akikufa saa hii ataletwa namna gani na, na atapelekwa namna gani kwa moja? Hmm. Hey, mimi kama Musungu wa Musungu ninasema hii barabara hey. Hakuna mtu yoyote atapitia itagawana hey. naikwe shambalei hey. Mpaka sasa hizi tunaongojea majibu. Bwana Gavana, tulikupigia kura kama watu wengine walikupigia kura. yeah. yeah. yeah. Yeah. Mheshimiwa John Koi Waluke, tunakuheshimu, tulikupigia kura. hata mahindi yako umelima karibu na hii barabara tumekusaidia watu. yeah. <tumatia> yeah. barabara hapo yeah. yeah. yeah. na mikakati ya sisi kama GNC tumeamua siku ya leo. Hey! kama hii barabara hailimwi, hey! ndugu yangu, hakuna mtu yoyote ataagizezi hii barabara hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! na tutaendelea kukua hivyo tuta tu hivyo hata ile barabara yoyote yenye maharibika Sirisia hey! tutaungana venye tumeungana siku ya leo na tuhakikishe tumeenda kuagizezi zile barabara pia zilimwe, hatutalala. Kwa majina anaitwa Kimtai Smartworks. Mimi niko na swali mbili kwa Mheshimiwa Meja Waluke na Mheshimiwa Ken Makelo Lusaka. Swali la kwanza mimi nataka kuuliza Mheshimiwa Meja Waluke, hii barabara iko kwa mikono ya Mheshimiwa Lusaka ama iko kwa mikono zake? Kwa ajili watu ya stabicha wanaumia kwa hii barabara sana, na mimi najiuliza Mheshimiwa Lusaka, watu ya stabicha huwa walipi ushuru ama shida iko wapi kwa ajili hii barabara? Nyinyi mnalumbana lakini hawa wananchi wanaumia. Na, na mwalimu barabara tafadhali, mimi ninamwomba kwa heshima kubwa sana mtengenezea wananchi wastabicha hii barabara na wananchi wote, kwa ajili barabara inatoka Mayanja inaelekea kule boda, boda, e, barabara, e, e, e, e, barabara na sisi hatutaki malumbano zenu, kwa ajili sisi tulimpigia kura e, na wananchi barabara. Siku ya leo nimeungana na vijana wenzangu kuuzi barabara ya kutoka, ya kutoka Changara kuelekea Malakisi, ambapo kikuwa Teso County Mheshimiwa Kaka Kaunya alilima hiyo barabara, inaonekana kiusawasawa. Ukienda upande wa Bumula Mheshimiwa Jaka wanami wamboka amelima barabara inaonekana kiusawasawa, lakini tukikuja Bungoma County hii barabara mara tunaambiwa ni barabara ya mbunge, mara tunaambia ni barabara ya governor. Sasa mimi siku ya leo nimeamua nikuje nisimame na vijana wenzangu ili tujue hii barabara iko upande gani, ili tupate usaidizi. Tumekuwa na mama chuzi amevunjikia kwa hii barabara mguu, na hii barabara sisi pia tunalipa ushuru. Tunataka leo watuelezee sisi ni wakaaji wa Bungoma County, wakaaji wa Busia, ama hatuna kaunti yoyote?